Nikukaribishe kwa dakika chache sana, kuna ufafanuzi ambao utakuwa na faida kubwa sana kwa baadhi ya watu wanaofuatilia au wanaomfuatilia T.R. Msigwa. Leo naanza na kuonesha picha hii. Hichi ni kipimo kinaotumika au kinaotumika lakini kwa mujibu wanaokitumia kipimo hichi, wanasema hakiaminiki sana, yaani hakiruhusiwi kutolewa jawabu, lakini kipimo hichi boksi lake lina tarehe yake. Kipimo hichi kina tarehe yake. Hii pamba ina tarehe yake. Maji yana tarehe yake. Sasa kwa akili ya kawaida inawezekana, kuna mambo mawili: aliotengeneza boksi ni mwingine, aliotengeneza kipimo ni mwingine, aliotengeneza pamba ni mwingine, aliotengeneza maji ni mwingine. Inawezekana, au inawezekana alitengeneza leo, akatengeneza kesho, kesho kutwa na mtondogo, inawezekana lakini je, kipimo boksi likiwa tofauti linatoa jawabu gani kwa mhusika? Sasa tukitoka hapa, yani ukipimwa kwenye hichi, unakwenda kupimwa kwenye yun gold. Tukiangalia yun gold na yeye kina tarehe sawa au, au kina tarehe tofauti. Tuende kwenye